Bwana, mambo vipi? Karibu sana Zanzibar. Uh, kama nilivyokuambia hapo awal Uh, timu yetu ya Almas Digital tutakuwa hapa Zanzibar kwa ajili ya holiday ya siku tano tukiwa tunaelekea mwisho kabisa wa msimu wa NBC pamoja na kombe la CRDB. Katika pita pita zetu, unajua holiday sometimes kuna majukumu huwa yanajitokeza na kuna jukumu hapa la kutazama mchezo wa mwisho kabisa Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Tumepata bahati ya kukutana na Vice President wa Young Africans Arafat Haji. Moja kitu ambacho ningetamani kumuuliza ni video yako ambayo inatembea katika mitandao ya kijamii, kipindi ambacho Young Africans ina Yikpe, ina Molinga. Ulikuwa umekonda kipindi hicho na ulikuwa na majukumu mengi sana, lakini moja kati ya majukumu yako mama ni kuhakikisha kwamba unaenda katika mazoezi ya Young Africans. Nikinukuu moja kati ya maneno uliyozungumza ni kwamba tutahakikisha tunakuwa nanyi bega kwa bega mpaka tutakapofikia mafanikio. Kwanza ningetamani kujua uh, Vice President kipindi hicho, nini hasa ulikiwaza na ulikuwa unaiona wapi Young Africans ambao kwa sasa hivi tuseme matunda yameanza kulika kwa raha kabisa baada ya msoto wa muda mrefu? Asante Pablo, na mimi nichukue nafasi hii pia ya kuwakaribisha na nyinyi Zanzibar nadhani inawezekana ni mara yenu ya kwanza ama ya pili, ya pili ya Zanzibar kwao, karibuni tena Zanzibar, na lakini nikupongeze wewe kwa kuamua kuanzisha jambo kama hili, ni jambo kubwa na endelea kuliboresha mimi naamini na nyie mtafanikiwa na mtafika mbali. Uh, wakati matukio yale ambayo unayazungumza yanatokea hususan katika ile video kama utakumbuka ndio kipindi ambacho timu yetu ya Young Africans ilikuwa inapitia wakati mbaya sana, wakati mgumu sana, lakini ni kipindi ambacho kilionyesha uimara wa timu yetu ya Young Africans, ni kipindi ambacho kilionesha uh, lakini bahati nzuri sana ni kipindi ambacho hakina tofauti na yaliyotokea msimu huu, kipindi ambacho kile ukikiangalia na ukiangalia na yaliyotokea, wanachama wa Young Africans waliamua kusimama na timu yao, walisimama wakati ikiwa na shida. Msimu huu pia wanachama wa Young Africans wamesimama na timu yao wakati inapitia misukosuko ambayo imetokea hapa katikati, katika mchezo wa namba 184 na lakini uh, nini kilinisukuma wakati tunaiona timu yetu inapitia yale magumu? Uh, sisi ambao tulikuwa tuna nafasi ya kuweza kuisaidia timu, tukaona tusiwe tunabakia nyuma kuiacha timu ikaendelea kupata tabu tukaona ni nafasi ya kuhakikisha timu yetu haipati dhiki, haipati kudharauliwa kwa sababu ni nembo kubwa sana, ni nembo yenye thamani kubwa sana, na ndicho ambacho kilinisukuma wakati ule badala ya kushawishiana na wenzangu kwamba kwa, kwa chochote kidogo ambacho tutakuwa nacho basi tuhakikishe katika kila mchezo tunakwenda kuiunga mkono timu, katika kila tukio la timu tupo na lile ni moja tu, mengi yalikuwa wakati tulikuwa tuna jukumu ambayo hayakuwa akionekana pia. Tulikuwa tunasafirisha timu kwa gharama zetu kwenda e, kucheza michezo ya mikoani, kwa sababu tuliona tukiacha timu isiweze kusafiri madhara yake ni makubwa, kwa tulikuwa tunaingia katika kuhakikisha timu inafika safari e, lengo ni kuona tunaitoa pale timu, na badala ya yale sasa tukasema sasa, jamani tumeshaisaidia timu tukiwa huku pembeni, twende tukawe sehemu ya mabadiliko ya timu yetu. Na ndipo nilipata msukumo kwa kipindi kile, tukafikia kwenye kufanya uchaguzi, nikabahatika kuwa sehemu ya wajumbe wa kamati ya utendaji ya kipindi kile, na tulidhamiria kwamba lazima tuiondoe timu pale, na tunamshukuru Mungu tulifanikiwa kuiondoa timu pale mpaka mwaka 2019 kwenda 2020, e, tuliweza kumshawishi Galib Said Mohamed kwa kushirikiana na rafiki yetu mwenzetu Anthony Mavunde, e, aweze kuja naye sasa, kama sehemu ya wanachama wa Young Africans kusaidia timu ambayo yeye pia alikuwa anaipenda. Na kwa kweli e, hiki, kiumbe, e, ya hiki kiumbe kina nafasi yake ya pekee peponi, hiki kiumbe kinachoitwa Galib Said Mohamed, tutakapomaliza ujenzi wa uwanja wetu mimi naamini wanachama wa Young Africans na wanayanga wote, hakuna ambaye atapinga tukisema kwamba Galib anatakiwa kujengewa sanamu yake pale katika viwanja vya Jangwani, kwa sababu ndio mtu ambaye haya tunayoyaona leo, ambayo sisi tuliyaota sisi tuliyatamani yawe, ameyafanikisha kwa kiwango kikubwa sana, na mimi naamini hakuna mwanayanga ambaye haoni makubwa ambayo huyu mtu anaitwa Galib Said Muhammad amekuwa akiyafanya. Kwa hiyo ilikuwa safari ndefu ngumu, lakini hii awaa leo wanayanga wanafurahia, na makubwa mazuri yanaendelea kuja chini ya uongozi wa Yanga Africans ambao uh, rais wetu Engineer Hersi Said na sisi ambao tunamsaidia, lakini kwa msukumo na sapoti ya kila aina yanayotoka kwa uh, kaka yetu Galib Said Mohamed, uh, makubwa yanakuja na yatafanyika, sina shaka. Umezungumzia upande wa makubwa na nataka tugusie kidogo upande wa usajili wa klabu ya Young Africans. Zamani ilikuwa akitoka mchezaji bora na muhimu katika kikosi, pressure inakuwa kubwa sana. Sasa hivi ameondoka Aziz Ki, hakuna aliyohuzunika. Wengi wakiamini kwamba kutakuwa na mbadala wake mzuri zaidi e. Jicho lenu katika usajili linakuwa ni la kipekee sana pengine, e, msimu unakaribia kuisha, tunaona kuna baadhi ya maeneo ambayo tunajua kutaku ongezeko la wachezaji wapya, zungumza na wananchi, vice president, wananchi wangependa kufahamu mmejipanga vipi kuelekea e, msimu ujao ambao tunaamini uwezi, uh, usichukue muda mrefu sana kuanza maandalizi yake ya yeah, ni kweli na ukiangalia msimu ujao unaweza wakawa tight kidogo, kwa sababu ya ratiba uh, zilizokuepo Tanzania. Tuna chan mwezi wa nane, immediately after chan ligi inaanza na hapo hapo uh, raundi za kwanza za mashindano ya Champions League na Confederation Cup zinaanza. Kwa hata muda wa maandalizi nao utakuwa umebana sana. Lakini sisi e, tumeanza kufanya na kuweka mikakati yetu ya namna gani e, tutaboresha kikosi chetu. Tumekuwa na kikosi bora kwa misimu minne iliyoisha. Tumekuwa na wachezaji wenye viwango vizuri sana ndani ya bara la Afrika na imekuwa kama utamaduni wetu na utaratibu wetu kwenda kunyofoa wale ma MVPs wa kwenye eh, ligi nyingine, na tumekuwa tukifanikiwa kwenye hilo, na tumeleta ma MVPs wa ukweli na wameonekana ubora wao. Sisi tunaendelea na kuboresha kikosi chetu na tamani, na tamani ningeweza ni kusema maneno ambayo Garibu amewahi kuniambia ndani ya siku chache hapa nyuma, ndoto yake ambayo anaiwazia msimu huu kwa aina ya wachezaji ambao angependa kuwepo wawepo Yanga. Natamani ningeweza kusema, lakini kwa sababu kwewe friji lako linagandisha friji langu, sio kama la Ali Shaban kamwe. Lakini makubwa yanakuja, mazuri yanakuja, nimesema, na tutakuwa na wachezaji ambao wana viwango vya kuhakikisha jina la Young Africans linatajwa kwa ukubwa zaidi ndani ya bara la Afrika. Kuna kozi unazisoma za FIFA, kuna elimu unaipata ya soko ya soka sorry. Uh, kuna mambo mengi sana ambayo tunaona kupitia mitandao ya kijamii lakini hatujawahi kusikia kwako, ndoto yako katika soka hili la Afrika na dunia kwa ujumla ni lipi? nini hasa kinakupush? Ujue mambo mengi sana kuhusiana na mpira wa miguu, kwahiyo nilipoingia Young Africans uh, nikagundua kwamba kuna ombwe kubwa sana, sio tu Yanga lakini Tanzania kwa ujumla uh, mimi wakati naingia Yanga na hata hapa katikati, kuna misemo maarufu ilikuwa inasemwa kwamba hawana uzoefu, hawaujui mpira wa Tanzania, mpira una watu wake, mpira wa Tanzania una wenyewe. Tulivyokuja sisi, mimi kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Fadhili tulikuwa tunaambiwa siku zote, nikamwambia hamwezi kutoka mpaka muone kina fulani. Kamwita Fadhili, nikaambia kwani wao walifundishwa wapi? Si walifika hapa kwa kuweza kufanya, wakiwepo hapa na sisi tutafika na tutayajua yote na tutaweza. Lakini pamoja na hayo nikasema hapana, e, ni muhimu kuelewa sasa systematically namna ya kuendesha hivi vilabu, ni muhimu kuelewa kwa kutoka kwa wataalamu ni specifically kwenye club management ambayo ni diploma inayotolewa na FIFA. Uh, na bahati nzuri FIFA huwa hawatoi tu kwa mtu yoyote. Uh, selection yake in, ina scrutinization kubwa sana selection yake uh, ina involve uh, watu ambao wameucheza mpira watu wameuongoza mpira. kwa hata masomo tunayopata kule session zake unakutana na CEO wa Liverpool, CEO wa PSG uh, CEO wa Arsenal, experienced coaches, experienced coaches soasno uh, uh, captains. Moja ya mtu hajawahi hajawahi kukosa katika darasa letu ni Dennis Wise. Dennis Wise tunamjua amekuwa captain wa England, amekuwa captain wa Chelsea, lakini ni leg legends wa ukizungumzia, ukiizungumzia hiyo unapata kujifunza vingi. Tumefanya tours kwenye uh, vilabu uh, vikubwa kwa mfano tukiwa USA tumekwenda kwenye uh, Los Angeles uh, FC tumekwenda kwenye ile LA Galaxy lakini kuona sio tu mpira unakuwa unafanywa in isolation. Tumetembelea uh, LA Lakers ni basketball team. Lakini kwenda kuelewa business structures kwa sababu mpira ama michezo ni business, sio tu burudani, imeshabadilika huko kwayo. Ni vitu vingi ambavyo mimi naamini tutakapokuwa tu ni kama tawi lenu uh, hawajawahi kushinda, ushindani unakuwa sio mkubwa, lakini katika kumbukumbu -kumbu zangu, mchezo wa mwisho uliochezwa hapa wa ligi kuu pengine inaenda kuwa ni mechi bora sana ya msimu na safari hii mnakutana na Singida ambayo mwishoni, wachezaji wetu lakini viongozi kwa ujumla, hatujawahi kuyumbishwa na jambo lolote ambalo linakuwa la nje ya uwanja. Focus yetu sisi ni uwanjani, focus yetu ni katika mipango yetu. Kama kuna timu tumeifunga mara nyingi ndani ya miaka minne hii, inajulikana sio hata Singida. Na umesema mchezo ambao tulicheza hapa wa raundi ya kwanza ya ligi, mimi kwangu ndio mchezo bora na ndio mchezo mgumu kabisa, sisi msimu huu tumewahi kucheza, kuonesha kwamba kinachosemwa ni dhana na hakina uhalisia wowote, wa watu labda wana ajenda zao ambazo wanataka kuziuza. Inawezekana wanahusisha kwa sababu moja ya walezi wa Singida ni sehemu ya bodi yetu ya wadhamini, lakini ukumbuke bodi ya wadhamini ya Young Africans ipo kusimamia mali za Young Africans na sio uendeshaji wa kila siku wa timu yetu ya mpira ama shughuli zetu za kila siku za uongozi, utawala na uwanjani. Kwa hiyo kama tuna tawi basi tawi letu linajulikana. E, tumeshamaliza misimu minne tukiwa tumechukua ubingwa, tumeshawafunga mara tano, tumewafunga goli nyingi zaidi katika misimu hii, kwa hiyo ni maneno tu ambayo huwa hayana ukweli ndani yake wala msingi wa kuweza kuyathibitisha kwamba ndiyo hali halisi. Asante sana na kila la heri. Asante sana Pablo, na kila la heri nanyie hapa Zanzibar. Asante. Asante.